Sisi kama kampuni ya Mkwawa tunarudisha kwa jamii na vipaumbele vyetu ni vitatu ambavyo ni elimu, maji na afya. A, tuna mradi ambao tumeanzisha wa kuchimba visima katika vijiji vyote ambavyo tunafanya nao biashara ya mauzo ya tumbako, na sasa tumeanza wilayani Chunya ambapo tumesha chimba visima vinne mpaka sasa, na leo hii tuko hapa katika kijiji cha Upendo, kama unavyoona, wananchi hapa wamefurika wakifurahia mradi huu wa uchimbaji wa kisima. Kwa nini tumeamua kuchimba kisima? Tumeona wananchi wengi hasa wanawake pamoja na watoto wanatembea umbali wa kilomita zaidi ya nne wakitafuta maji badala ya kufanya shughuli nyingi za kiuchumi wanaishia katika kutafuta maji. Sisi tukasema wacha tumtue ndoo mwanamke pamoja na jamii nzima kwa kuwaletea mradi huu wa kisima. Mpaka sasa hivi tumeshafanya tafiti za sehemu maji ambapo yatapatikana katika vijiji kumi na tatu na tumeshachimba vijiji vinne na hiki hapa ni cha tano. Katika maeneo yote manne ambayo tumepita ukijumlisha na huu wa tano, wananchi wamepokea kwa furaha kubwa sana ingawa bado hatujajenga kisima, tumeanza tu na uchimbaji, lakini unaweza kuona kama hapa tulipo watu wengi wamejitokeza, wakiwa na ndoo, wengine wakiwa na majaba kwa ajili ya kuja kuchota maji. Kwa kweli wananchi wanashukuru sana kwa mradi huu wa maji, wanasema utaendelea kupunguza hadha za kutembea umbali mrefu. Sisi kama Mkwawa tutaendelea kurudisha kwa jamii, kwa nchi nzima, na kwa wakulima wote ambao tunafanya nao biashara ya tumbaku. Chochote ambacho tunabarikiwa kupata, sisi Mkwawa tutakirudisha kwa jamii. Sisi kama Mkwawa tunapenda jamii, tunapenda wakulima, tunawapenda wananchi. Tumefika katika kijiji hiki mwaka 95 kulikuwa hakuna maji, tulikuwa na changamoto sana ya maji. Maji ambayo tulikuwa tunatumia kunywa, utafikiri mifugo imetoka kuoga humo. Wakina mama tulikuwa tunahangaika, tunaenda mbali kutafuta hayo maji, lakini Tunapita kwenye mapoli manene, mapoli mazito. Wamama tunafanyiwa vitendo vya ukatili. Nyumbani ndoa inakuwa ni shida kwa sababu baba ilifika mali hawezi kukuamini kwamba kweli ulikuwa mtoni. Mwisho ni shukuru sana hii kampuni ya Mkwawa kwa jambo kubwa ambalo wameenda kulifanya kwenye kata hii ya Upendo. Nasemea kwangu sijajua na sehemu nyingine lakini najua hata na sehemu zingine amefanya. Na shukuru sana hii kampuni kwa kumtua mama ndoo kichwani mwana mama wa Upendo. Kama mnavyoona kwa umati huu hapa, wakina mama wengi wamefurahi, wame nimekuwa mwenyeji miaka kumi na mbili toka nimefika hapa. Nimekuta changamoto kubwa sana ya maji, tumeteseka kutoa maji mpaka kufika kuyapata, na hasa wakina mama, ukijitahidi sana kuchota maji ni ndoo tatu, yaani uko hoi, huwezi kufanya majukumu yako mengine. Lakini kwa mradi huu tulivyoupata, tumefurahi sana. Najua sasa hata uchumi utakaa vizuri, ule muda mwingi tuliokuwa tunaupoteza kutafuta maji. Sasa tutafanya shughuli zetu wakina mama za maendeleo. Nasema Mkwawa safi, safi! Wakina mama safi, safi! Mkwawa wametupa ndo kichwani, hatuwapikiwa ume zetu kwa wakati, watoto wenyewe hatuwapi matunzo kwa wakati, tunawaza maji tu. Kwa kweli, kwa mradi huu tunawapongeza sana Mkwawa wa oe, oye fursa hii sana kuipongeza kampuni ya Mkwawa kututhamini na kuona umuhimu wetu. Tunajua huko nyuma makampuni yalikuwepo lakini changamoto ilikuwa ni kubwa, lakini tunaishukuru sana kampuni ya Mkwawa kutuletea mradi tunanufaika tuna nao. Nafikiri ilikuwa ni changamoto kubwa huko nyuma. Mimi nimehamia hapa mwaka 2000 tulikutana tumekumbana na changamoto hizi kwa muda mrefu sana. Ndoa zetu zilikuwa zinasumbua sana. Yaani, wanaenda kuchota maji mbali